Kwa niaba ya bodi ya ushauri ya hospitali ya Amana, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wa hospitali ya Amana, wafanyakazi wote. Hii tuzo kama alivyosema mkurugenzi wetu, sio tuzo kwa ajili ya wafanyakazi peke yao. Hii tuzo kwa niaba ya watoto njiti, sisi tunasema asante, kwa sababu katika hospitali zote, yani mimi ni shahidi kama mama njiti Amana mnatubeba, natamani nikipata tena mtoto njiti basi sio sehemu nyingine zaidi ya wapi? Jamani, Amana, Amana. Kwa hiyo hata mama njiti tulionao kwenye group wengi waliotoka Amana wanatuambia. Kwa hiyo hii ni kwa wagonjwa wote wa Amana, Ilala nzima. Hii ni tuzo yetu sote, asanteni sana, na naomba mwendelee kufanya kazi bila kuchoka. Lakini kwa niaba ya bodi mimi nitaomba sasa bodi ya mwaka huu mpaka mwaka elfu mbili na kumi na ishirini na saba tunatamani tuzo isiwe moja, ziwe zote, yani tuzichukue sasa. Kwa mpango huo tutaomba, naamini katika wafanyakazi kuna wengi wenye mawazo mazuri mengi sana. Tutaanzisha boksi kwa ajili ya mawazo ya wafanyakazi kwa ajili ya kuboresha Hospitali yetu sisi, tutayasoma, tutaona yapi tuyaweke kipaumbele ili Amana yetu iwe ya kitofauti. Tunaweza, tunaweza, mara tatu. Asanteni sana. Haikuwa kazi rahisi kwa hospitali yetu ya Amana kuwa namba moja. Sasa nini tunachokichukua hapo? Kuwa namba moja ni jambo rahisi sana, naomba tusikilizane hapa. Kuwa namba moja ni jambo rahisi sana, lakini kuweza kukaa katika hile namba moja ni jambo gumu sana, kwa sababu wale tulioshindana nao, moi hospitali ni ngapi? Zilikuwa ishirini na tano ishirini na nane Tanzania nzima, Amana imekuwa ya kwanza. Kwa hiyo hata wale tuliowashinda wanaweza wakasema tulibahatisha au tulipendelewa na wao pia lazima waje wajizatiti kwa hiyo leo ni siku ya furaha tuwapongeze sana lakini tunaomba ikiwezekana tuipiti hata hiyo namba moja kama mgeni rasmi kuna namba zaidi ya moja sisi Amana ndio twende tuendelea yani tuwe tumepitiliza kwa hiyo baada hayo machache, kama mjumbe wa bodi alivyotangulia kusema tutashuka kwenu, tutashuka kwenu ili mradi tuunge juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan katika nia yake ya dhati ya kusapoti sekta ya afya na sekta nyingine kwa maendeleo ya wananchi na Tanzania kwa ujumla rasmi mtakumbuka ya kwamba mwaka jana Hospitali ya Rufaa Mkoa ya Amana ilifanya dina gala fundraising ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Mlimani City kwa mafanikio makubwa sana, ambapo tuliweza kukutanisha wadau wengi wa maendeleo, marafiki, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuchangia uboreshaji wa miundombinu ya Hospitali ya Rufaa Mkoa ya Amana. Kazi ile kubwa nanjema, na njema ilifanywa na watumishi hawa, na kama isingekuwa umoja na ushirikiano miongoni mwetu ni dhahiri kwamba tusingeweza kufikia tukio lile kubwa. Ni tukio ambalo lilihitaji ushirikiano, lilihitaji namna ambavyo timu inafanya kwa uzuri, ndio maana tuweza kufikia hapo. Na wakati huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeendelea kuboresha maeneo yetu ya kutolea huduma, na falsafa yetu kwanza ni kumponya mtoa huduma ili aweze kuponya wale ambao wanapata huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kupitia falsafa hiyo ya kujaliana sisi kwa sisi na kuweka umoja tuweze kufanikiwa kufikia malengo yetu mengi ya kutoa huduma bora, na tulipopokea tuzo, tuzo hii Mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa na kikao chetu cha bodi cha kwanza kabisa siku ya tarehe nane ambapo mheshimiwa, tarehe tisa Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo viongozi wetu wa bodi waliona wahakikishe kwamba kweli kama tuna deserve kupata hii tuzo au la, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kweli tumefikia vigezo, bodi ilienda kuwaoji wananchi pale kuhusiana na huduma zinazotolewa. Na wananchi wote waliohojiwa, ambapo walikuwa huru kusema, walisema sasa, hospitali ya Amana huduma zinatolewa vizuri sana, hata mgonjwa akifika hapa pasipo wao kuwepo, anapokelewa anapata huduma, na zaidi sana ndugu anapokea ujumbe wa meseji kwenye simu zao ya kwamba mgonjwa kishapewa huduma moja mbili tatu, na wamesema kwamba kwa sasa kudaiwa rushwa na fedha mkononi au kuambiwa maneno magumu imekuwa ni nadra sana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana. Walisema watumishi wa Amana wanafanya kazi kama nyuki wa mashine. Nyuki wa mashine hana ugomvi na mtu, yeye anaingia, anachukua kile anachokihitaji kwa ajili ya kutengeneza asali, na ndivyo watumishi wamekuwa wakifanya, wanakwenda wanatoa huduma, na mwisho wanapeleka bili. Inafikia wakati wa kutoa bili sasa ndipo changamoto inapokuja. Kuna nchi wengi walisema kwamba changamoto yao kubwa ni kwamba hawawezi tu kumudu gharama za matibabu. Ninginevyo huduma wanazipata vizuri. Na kingine walicholalamika ni kwamba wakati mwingine kunakosekana maeneo ya kutolea huduma na madaktari wanakuepo, lakini sehemu za kutolea huduma zinakuwa finyu. Ni kweli kwamba Mheshimiwa mgeni kwamba tuna uhaba wa maeneo ya kutolea huduma. Na ndio changamoto ambayo tulionayo kwa sasa na ilitupeleka kufanya ile fundraising dina gala kupata fedha za kuboresha miundombinu ya kutolea huduma zaidi. Sana tumeendelea kusisitiza na kuwaomba viongozi wetu mtusaidie kupata majengo ya Amana vijana center hapo, ili tuweze kupanua wigo wetu wa kutoa huduma na kuweza kuhudumia wananchi wetu kwa ufasaha na kwa uzuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini ya kwamba kwa hatua tuliyofikia sasa, endapo tungekuwa na miundombinu sahihi, basi hospitali ya rufaa mkoa ya Amana itakuwa imemaliza ngazi ya kitaifa. Sasa tunataka kupata mashindano ya nje ya kitaifa na hayo yatafikiwa endapo tu tutapata miundombinu sahihi na rafiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee na kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Amana, tunapochukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi njema na kubwa aliyoifanya katika sekta ya afya, sio katika hospitali rufa ya rufaa ya mkoa ya Amana tu, bali katika nchi yetu yote na katika ngazi zote za huduma. Hospitali yetu ya Rufaa ya, ya mkoa ya Amana ni moja ya taasisi ambazo ya zimenufaika na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya sita, kiasi kwamba tuna mitambo na mashine za kisasa za kuwezesha kutoa huduma. Ukichukua mitambo hiyo ya kisasa na mashine ukachanganya na watumishi hawa wenye hari, umoja na bidii, ni dhahiri kwamba lazima matokeo bora yatakuwepo. Tuzo iliyopata Mheshimiwa Rais ya kupunguza vifo vya wakina mama kutoka 556 kwa vizazi hai laki moja mpaka vifo mia moja na nne kwa vizazi hai laki moja, ni dhahiri kwamba amefanya kazi kubwa, na sisi wanaamana tumedhihirisha kwamba ni kweli huduma za afya katika sekta ya umma zimeboreka. Ndio maana hospitali ya Amana hapa katikati ya mji, pamoja na kuwa na wananchi ambao wanaweza kuhoji na kushauri, tumeweza kupata nafasi ya kwanza kwa utoaji huduma bora. Mimi naitwa Dr Toba Nguvira ndiye katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini udaktari huu sio wa sindano na matibabu hapana. Mimi ni daktari wa falsafa. Amesema wenyewe kwamba kwenye uchambuzi wa vigezo mbalimbali ambavyo vimewekwa na Wizara ya Afya katika kupima ubora na utendaji wa hospitali zetu kwa maana KPI imeonekana hospitali yetu ya Amana imefanya vizuri zaidi kwa ubora wa utoaji wa huduma kuliko maeneo mengine. Mnadhani kwamba hili ni jambo dogo? Mnafikiri ni jambo dogo? Ni jambo kubwa sana. Umeeleza hapa katika hospitali 20 ngapi? 29. 28. Nane, lakini hospitali ya Amana imekuwa namba oh, yeah. Na hii ninaiona kwenye viashiria mbalimbali, kwa sababu naona malalamiko siyapati siku hizi, sio kama zamani, malalamiko yamepungua. Hospitali na mazingira nadhifu, ni safi. Nikiwaona hata watumishi wote, mko nadhifu, mmependeza Nimeona mle ndani vifaa viko bora, huoni hata vifaa ambavyo vimerundikana ovyo ovyo, vimepangiliwa vizuri. Nimeangalia pia hata wataalamu, wataalamu waliopo ni bora class A kabisa. Hongera sana. Sasa haya yote haya hatuwezi kuhujumiwa tukawa wa mwisho. Hata wizara imeona kwamba ninyi na sisi wanaamana tunapaswa kuwa wa kwanza. Hili ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini tujipigie makofi na vigelegele kwelikweli. Ndio maana hata nilivokuwa namwambia MC mbona kama muziki umenibania aka, muziki kanaashiria nini? Mafanikio, ongera sana kwa hiyo tuzo hii ni tuzo ya uchapakazi bora. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano mmesema mheshimiwa waziri alitoa zawadi kwa hospitali yetu ya Amana kwa niaba ya mheshimiwa rais. Maana yake nini hii? Zawadi mmepewa na mheshimiwa rais mwenyewe, kwa maana Dokta Samia Suluhu Hassan anaelewa mchango wenu wa Amana. Mnafanya kazi vizuri sana, na ndio maana akasema hapana, kwa ubora wa huduma Amana is number one. Ongera sana. Sasa yako mambo mbalimbali ambayo mganga mkuu ameyasema, lakini naomba niyazungumze. Tumesema habari ya eneo, mimi nikuhakikishie hili eneo lazima tutapata tu, kwa sababu hii huduma ni huduma ya wananchi, sio huduma ya mtu. Mahitaji ya afya ni mahitaji ya wananchi, sio mahitaji ya mtu binafsi. Hatuombi majengo, hatuombi eneo kwa ajili ya kiweru tunaomba eneo kwa ajili ya jamii yetu ya Amana na sio Amana tu, nchi nzima wanakuja pia Amana kutibiwa hapa. Kwa hiyo, niwahakikishie hili eneo mlioliomba kutoka National Housing, tutaandika barua, tutafika wenyewe pia kuwaomba ili kusudi tupate hili eneo ili tupate nafasi ya kutosha kwa ajili ya kutolea huduma bora ya kwenda kuzungumza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, yeye na mimi pamoja na mganga mfawidhi na bodi tutakwenda kwa ajili ya kufanya presentation, kuona umuhimu wa haya majengo kuachiwa hospitali ya rufaa ya Amana, hospitali ya serikali, kwa ajili ya faida ya wananchi, kwa ajili ya kumsaidia mheshimiwa rais kupunguza kero ya wananchi wagonjwa wanaotibiwa eneo la Amana. Kwenye kazi hiyo, kwa kweli nguvu ipo, tutafanya kazi kuhakikisha kwamba hayo majengo yanapatikana.